Iwana katika hali ambayo imewashangaza watu wengi ambayo pia inapindua hata mantiki ya kidunia. China, taifa linalojulikana kama mzalishaji mkubwa wa takataka duniani, sasa imeanza kununua takataka kutokea nje ya nchi. Sababu kubwa ni moja tu, ambapo nchi hiyo imepungukiwa na takataka zake ambazo walikuwa wanazizalisha ndani, na viwanda vyake vikubwa vya kuzalisha nishati kwa kuchoma taka vimebaki vikifanya kazi nusu au vimefungwa kabisa. Kwa miaka mingi, China iliwekeza sana katika ujenzi wa miundombinu ya kisasa na kushughulika na takataka. Nchi hiyo ilijenga viwanda vingi vya takataka vya nishati, yani waste to energy, kwa kiasi kikubwa sana, ikilenga kutatua tatizo lake la uchafuzi wa mazingira, huku ikizalisha umeme. Matokeo yake, leo zaidi ya nusu ya uwezo wa dunia wa kubadilisha taka kwa nishati unapatikana China. Hata hivyo uwezo huu wa viwanda sasa umezidi sana kiwango cha taka zinazozalishwa ndani ya nchi. Kupungua kwa kiasi cha taka za nyumbani nchini China kunaweza kutokana na mambo makubwa mawili: sera ya kupunguza taka, yaani mafanikio katika utekelezaji wa sera za ndani za kupunguza chakata, yani recycling na kutumia tena taka, yamefanya kiwango cha taka ambazo zilikuwepo zinapatikana kwa ajili ya kuchoma kile kidogo lakini, kingine ni uwezo uliozidi viwanda vingi vilivyojengwa kwa haraka. Sasa vinashindwa kufikia uwezo wake kamili wa uzalishaji wa nishati kwa sababu malighafi yao, yaani taka, haipo ya kutosha. Sana kwa viwanda hivi vikubwa kusimamia bila kufanya kazi, kuna athari mbaya ya kiuchumi, kwani uwekezaji mkubwa uliofanya kwa sasa hauzai matunda ambayo ilikuwa inatakiwa kuweza kuzalisha kwa kiwango hicho ili kuondoa uwekezaji wake, kuondoa uwekezaji wake viwanda wa, uh, hivyo vikiendelea kufanya kazi, Uchina sasa inatafuta suluhisho la kipekee kuingiza ama kuingiza taka west kutokea masoko ya kimataifa. Hii linawakilisha mabadiliko makubwa sana katika biashara ya taka duniani. Hapo awali, Uchina ama China ilikuwa ikipokea taka nyingi, uh, idadi nyingi ya taka kutokea nchi za magharibi, lakini ilipiga marufuku uingizaji wa taka fulani ili kulinda mazingira yake. Sasa inaonekana nchi hiyo inabadilisha mkondo tena, ikitoa fursa kwa nchi nyingine kuuza shida yao kwa bei ya chini zaidi. Swali ni je, china itanunua taka za aina gani, na biashara hii mpya ya taka duniani inaathiri vipi harakati za kimataifa za kuchakata na kupunguza uchafuzi wa mazingira?